Hayo yameelezwa na afisa mtendaji wa kata ya Karabagaine, Beatrice Shangwe ambaye alishiriki zoezi la kuwakamata watu hao na baadaye kuwakabidhi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. taarifa za kwanza nimepigiwa na nili mwenyekiti wa kitongoji kwamba kuna kama watu sita au saba hapa, inasemekana kwamba ni watu kutoka Burundi. Kwa hiyo, baadaye nikawasiliana na mtendaji wa kijiji kwa haraka zaidi, lakini baadaye nikawasiliana na polisi kata akatoa na nili taarifa kituo cha polisi, na mimi haraka nikawa nimeshafika hapa, tukawa tumewakuta hapa. Baadaye katika kuwahoji wakaeleza kwamba wamekuja na gari la kawaida na nili abiria. Kwa hiyo baadaye wakafika hapa, wakateremshwa. Baada ya kuteremshwa, inavyoonekana walikuwa kumi na tatu. Kuna bodaboda aliyekuwa anawasomba watatu watatu, kwa maana watu sita ilikuwa tayari wamesha

walikokuwa wamejificha watu hao, ambaye pamoja na kupongeza kazi nzuri iliyofanywa ametoa onyo kwa wanaoendelea kuingia nchini kinyume na taratibu. Sita ambao tayari wameshakamatwa, hao sita watatoa taarifa mbalimbali walizonazo, lakini na taarifa za wenzao pia, kwa sababu hao waliokimbia, lazima wenzao wana taarifa zao, watatoa taarifa. Tunashukuru jeshi la polisi pia ambavyo wamewahi kwa wakati, lakini bahati mbaya hao wengine walishindwa kuzuliwa na wananchi wakaweza kukimbia. Niendelee kutahadharisha Hairuhusiwi kumpokea mhamiaji haramu kwa kazi zozote za ndani au za shambani. Yeyote atakayembaini mwananchi kuwa na mhamiaji haramu, naye tutamchukulia hatua kali za kisheria.